Nelson Mandela au roli lahla Mandela ambaye pia anafahamika kwa jina la utani kama Madiba alizaliwa Julai 18, 1918 nchini Afrika ya Kusini katika kitongoji cha Mveso Transkei ambapo hupatikana kabila la Washosa. Pia Nelson Mandela ni mtoto wa Chifu Henry Mandela na kabila la Tembu na baba yake mzazi alifariki dunia wakati mandela akiwa na umri wa miaka tisa tu. Mandela alilelewa na John Mtaba, ambaye ndiye aliyekuwa mlezi wake hadi alipoamua kutoroka pindi alipolazimishwa kumuoa mwanamke asiyempenda kwa moyo wake mwenyewe. Nelson Mandela alisoma elimu yake katika vio vya Fort Hare na chuo kikuu cha Witwatersrand na ilipofika mwaka 1942 alikuwa mwanasheria rasmi. Miaka miwili baadaye alijiunga na chama cha African National Congress, yani ANC, kwa ajili ya kupinga ubaguzi wa rangi dhidi ya utawala wa makaburu chini ya Rais F.W. de Klerk mwaka 1964. muda mchache tu kupita, Mandela aliingizwa hatiani na kuhukumiwa kifungo cha maisha gerezani. Baada ya kuonja joto na kusota gerezani kwa miaka 27 Mandela aliachiwa uhuru akiwa na umri wa miaka 71. Sasa alikuwa akielekea uzeeni, na hii ilikuwa ni kwa sababu shinikizo la jumuiya ya kimataifa kwa uongozi huo wa kimabavu wa kikaburu. Hayawi hayawi subra, na shauku za muda mrefu kwa wananchi wa Afrika ya Kusini zilifika tamati, kwenye mapema mwaka 1994, palifanyika uchaguzi mkuu wa uraisi na kumfanya babu Madiba kuwa rais wa kwanza mweusi aliyechaguliwa kidemokrasia nchini Afrika ya Kusini walidhuru wageni mbalimbali wapatao elfu nne. Kama haitoshi uchaguzi huo ulifuatiliwa na mabilioni ya watu kote ulimwenguni kushuhudia Mandela akiwa mshindi nchini humo. Ilikuwa sherehe na kitu cha kujivunia kwa Afrika ya kusini kupata rais wa kwanza mweusi aliyepinga kila aina ya unyonyaji uliofanywa na makaburu. Lakini ilipofika mwaka elfu mbili na kumi Nelson Mandela au Madiba alianza kusumbuliwa na maradhi mbalimbali huku tatizo kubwa likiwa ni homa ya mapafu ambayo yalikuwa yanajaa maji. Wataalam walisema ni matokeo ya kazi ngumu alizokuwa akizifanya gerezani. Mnamo mwaka 2013, Disemba 5, katika jiji la Johannesburg, Afrika ilipoteza mtu muhimu, kipenzi cha watu weusi na mataifa yote duniani kwani hapa ndipo safari ya babu Madiba ilipofikia tamati, kwa kuiacha dunia na kurudi kwa Mwenyezi akiwa na umri wa miaka 95 tu. Kimoja cha kukumbuka, Nelson Mandela ameshinda tuzo mbalimbali mbali kubwa 40, lakini tuzo yake maarufu ni ile ya Nobel aliyoshinda mwaka 1993 kwa harakati za siasa. Nikwambie tu unaweza kutazama hii na makala nyingine kibao kupitia YouTube channel ya Clems TV, na muhimu tu usisahau kusubscribe ili uweze kuwa wa kwanza kutazama kila makala mpya inayotoka. Naitwa Clement Robert, mimi na wewe tena mpaka wakati mwingine.